Kinga za mwili zinakuwa imara kutegemeana na vitu ambavyo umeweka kwenye mwili ili mwili uweze kufanya kazi yake vizuri, na ametaja vitu vi viwili vi, vi, vichache vi, hapo ametaja kuhusu selenium kama madini, lakini nianzie nyuma kidogo, sasa kusema kwamba kinga ya mwili maana yake ni uwezo wa mwili kuulinda mwili usiugue. Moja, mbili, e, kufanya mwili upone haraka unapokuwa umeugua. Moja, kulinda mwili usiugue lakini pili, kufanya mwili upone haraka unapokuwa umeugua. Ukiona mtu anaugua mara kwa mara, kinga zake za mwili zimeshindwa kuulinda mwili usiugue. Ukiona mtu anaugua kwa muda mrefu, ujue kinga zake za mwili zimeshindwa kumfanya awe na quick recovery, apone haraka kwa lugha rahisi kabisa. Sasa mwili unaweza kupungukiwa kinga kwa sababu ya e, mtu anaweza kapungukiwa kinga za mwili kwa sababu mbalimbali -mbali. Watu wamezoea sana ambaye anapungukiwa kinga ni mwenye virusi vya ukimwi. Lakini si kweli. Kinga za uki, virusi vya ukimwi ni mojawapo ya kitu kinachoweza sababisha mtu apungukiwe kinga za mwili, lakini yako mengine. Kwa mfano mtu akiwa na magonjwa ya muda mrefu kwa mfano ana ugonjwa wa kisukari kwa muda mrefu atapungukiwa kinga za mwili. Kansa atapungukiwa pia kinga za mwili. Magonjwa, okay, ya figo kwa muda mrefu atapungukiwa kinga za mwili. Utapia mro atapungukiwa kinga za mwili. Utapa, naongelea watoto na wazee, ehe. Kwa hivyo sasa, ili mwili uwe na kinga thabiti, kuna vitu vinahitajika ambavyo lihutubisha amevitaja. E, daktari pale ametaja kuhusu selenium Ehe, niongezee iodine, madini muhimu kwa ajili ya kinga za mwili, lakini kuna vitu vingine vya kutaja, antioxidant, anti inflammatory. Hivi ni vitu ambavyo vinasaidia mwili ili usiugue, na ikiwa umeugua basi kuweza kupona haraka. Sasa Seamoss Plus inavyo vyote hivyo ambavyo nimevitaja na ambavyo mimi niko nataja, ina madini ya selenium ina madini ya iodine, ina antioxidant, ina anti-inflammatory. Mambo yote haya ukiyachanganya, yanasaidia mwili kutougua eh. Lakini pili, kama ukiugua, yanasaidia mwili kupona haraka. Kwa hivyo, jibu ni kwamba mtu akiwa ana upungufu wa kinga mwilini kwa sababu yoyote ile, mm-hmm. Seamoss Plus itamsaidia kumrejesha katika afya yake labda nimalize tu kwa kusema kwamba e, unapoongelea e, e, kinga za mwili kushuka e, he, zinaweza kutokana na mazingira ambayo mtu anaishi, mm -hmm, mazingira ambayo e, unakula virutubishi alafu una infection nyingi za mara kwa mara e, Seamoss plus ina tabia zingine tatu, ni ziseme: moja, antibacteria; mbili, antiviral tatu antifango. Sasa hizi bacteria, virus na fungus ni wadudu ambao hushambulia mwili mara kwa mara. Kwa hivyo mtanapokuwa anaweka kwenye diet yake Seamoss plus anapata ulinzi dhidi ya bacteria, anapata ulinzi dhidi ya virus, anapata ulinzi dhidi ya fungus. Kwao ni ni kirutubishi muhimu katika diet, katika chakula cha kila mwanadamu. Asante.